Leo naenda kukusimulia kuhusu simulizi ya Yuda na siri ya babu Mwijaku. Huyu babu Mwijaku katika hii simulizi anasimama kama mganga wa kienyeji. Ni simulizi ambayo inafurahisha lakini pia inaelimisha sana. Ilikuwa ni usiku mmoja, usiku mnene. Mvua ikiwa inanyesha kwa makelele kama bati limechanwa na radi. Kuna kijana aliyekuwa anaitwa Yuda alilala alilalia kitanda chake cha mbao huku macho yake yakimtoka yaki kwa mawazo mazito sana. Yuda tangu alipoanza mahusiano yake na mwanamke aliyekuwa anaitwa Jessica, kila kitu kilionekana kinyume. Nguvu za kiume hazikumsikiliza. Akitaka kuonyesha uwezo wake kwa mwanamke wake, uume wake ulisimama sekunde chache tu, alafu anakojoa ghafla kama mtoto mchanga, chui chui, huyo analala na hii ikamtokea mara tatu mfululizo bila kumfikisha Jessica kileleni hata robo ya safari. Matusi aliyoyasikia kutoka kwa Jessica siku ya mwisho yalimtoa machozi Yuda. Hata kama ni mwanaume alilia, kwa sababu matusi yale yalimuumiza sana. Mara hii akaamua akasema, siwezi tena kuishi hivi, nimechoka, I'm tired. Nitakwenda Sumbawanga kwa babu Mwijaku mwenye jina kubwa la kutibu nguvu za kiume kwa dawa za asili. Yuda alipanda basi la ABC akasafiri akaanza safari yake iliyoanza saa kumi na moja alfajiri kutoka Manzese. Akiwa ndani ya basi, kila kona aliyopita alikuwa anasali moyoni mwake, babu Mwijaku nisikie, babu Mwijaku nisikie tafadhali lakini hakujua kuwa masharti ya dawa ya Babu Mwijaku hayakuwa masharti ya kawaida. Alipofika kijiji cha Katandala, jua lilikuwa limezama na mbalamwezi ilikuwa inamulika njiani kama vile zimewashwa taa za sola. Nyumba ya Babu Mwijaku ilikuwa imezungukwa na miti ya miembe mikubwa, na ngoma za asili zilikuwa zinapigwa kwa mbali, kana kwamba waliambiwa kwamba nyie kuna mgeni wa mateso ya ndoa leo amewasili, kashafika. Babu Mwijaku alimtizama Yuda kwa macho ya ndani sana, akavuta bomba la utemi, kisha akasema kwa sauti ya kupasua ukimya, akasema: dawa ninayo Yuda, lakini lazima ukubali masharti ya miungu. He, masharti haya ni ya ajabu na huwezi kuyaelewa kwa akili ya kawaida, sijui kama utayaweza. Masharti yalikuwa ni haya hapa Sharti la kwanza asioge kwa siku saba baada ya kuanza kutumia hii dawa. Sharti la pili ajifungie ndani na kuku mweusi aliyechinjwa, aishi naye kwa siku tatu mfululizo. Sharti la tatu asitembee juu ya kivuli chake mwenyewe jua ambapo linawaka. Sharti la nne apige kelele ya fisi mara moja kila asubuhi, huku akiwa uchi juu ya mlima uliokuwa unaitwa Kisikizi na sharti la mwisho akamwambia, hauruhusiwi kushiriki tendo la ndoa kwa siku sabini na saba. Hata ukihisi kwamba nguvu zimejaa kama simba, usishiriki. Yuda aliduaa akasema, we babu, mbona haya masharti ni kama maigizo ya bongo muvi? Aliuliza. Lakini babu Mejaako alimtizama na kusema <laughs> ukicheka utabaki kulia, ukitii utalala kama jogoo mwenye mayai na aliyeshiba. Je, unadhani Yuda atakubali masharti ya ajabu ya babu huyu? Ataweza kuishi na kuku aliyekufa? Na je masharti haya ni dawa halisi au kuna siri nyingine kubwa inayofichwa? Endelea kufuatilia simulizi hii ya kusisimua, yenye vichekesho, yenye kufurahisha, na kila mwanaume atatamani kuisikiliza hii simulizi, na imfurahishe sana. Leo tunaishia hapa katika simulizi yetu nzuri. Babu ataenda huko mbele, atatisha, Yuda atatisha. Je, Yuda atafuata masharti ya mganga ama atatoka nduki? Mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii inaitwa Bongo Star Media. Usitoke, ungana nami kila siku, ndakusimulia stori nzuri kama hizi, ambazo nina imani zitakufurahisha, zitakuburudisha, lakini pia zitakuelimisha. Siku njemewe nawe, hii inaitwa Bongo Star Media.